Wakizungumza wakati wa ukaguzi wa shule mpya ya sekondari ya Kilaweni iliyojengwa kupitia mradi wa kuboresha elimu ya sekondari katika kata ya Kisangeni tarafa ya Ugweno, baadhi ya wananchi wamesema kuwa tangu kuanzishwa kwa wilaya hiyo hatua kubwa zimepigwa katika ujenzi wa shule ya msingi na sekondari. Penda kubadilisha mitaala na kufundisha zaidi. Sasa kuna mitaala ya masomo ya eh, amali Ijulikane e, kwamba wilaya ya Mwanga ambayo imeanza mwaka 1979 97 tayari ilikuwa na shule za ufundi za sekondari kama shule ya Minja na kidogo pia shule ile ya Lomwe ambayo ni na shule za wazazi. Lakini katika miaka hivi karibuni sasa pia tumeweza kupata VETA wilayani Mwanga na kuna shule ya sekondari ya Amali ambayo inafunguliwa pale Kilaweni Usangi. Na kuna mpango mwingine wa kufungua shule nyingine ya amali hapa Ugweno e, kijiji cha Kisanjuni, eneo la Kisanjuni lenyewe. Ni kwamba watu wa wilaya ya wa Mwanga wanapenda sana elimu na tunapata fursa kama hizi, ambazo wilaya serikali nayo na wilaya zinaunga mkono juhudi za wananchi na mapenzi ya wananchi katika eneo hilo, wananchi wanaendelea kufarijika sana kufurahi, kati hapo miaka ya nyuma hey, wilaya uh, ya Mwanga ilikuwa na the highest concentration of secondary schools in Tanzania, yaani kulikuwa na shule nyingi sana za sekondari area, na zote zilikuwa ni juhudi za wananchi eh, maendeleo ya jamii watu kujitolea, lina shule nyingi za kutosha za sekondari. Unavyo kama hivyo, ameanzisha Veta ameanzisha pia chuo cha BTC Usangi, na sasa hivi waziri wetu amekuja kuangalia pia chuo cha Kisanjuni ambacho kilianzishwa kabla ya Veta, lakini haya yote yanatokana na kuwa wananchi wa jimbo la Mwanga wao waliamua kutoa maeneo kwa ajili ya elimu. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo amesema kuwa serikali ya awamu ya sita imeonyesha dhamira ya dhati kwa kuipatia wilaya hiyo zaidi ya shilingi bilioni 8.56 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya elimu kuanzia 2021 Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tumepokea jumla ya shilingi bilioni 8.56 kwa ajili ya ukarabati karabati tu kuongeza darasa hapa, kuvuta hiki kidogo kidogo, bilioni 8.56, zamani hii ilikuwa ni bajeti ya wilaya nzima, lakini tumepokea kwa ajili ya kurekebisha miundombinu ya elimu tu. Sasa ukiacha hapo, tumepojenga jumla ya madarasa vyumba vya madarasa 139 na, na viwango vya madarasa yetu Mheshimiwa Waziri, ni kama yale uliona pale Kilaweni, ni viwango vya madarasa ya chuo kikuu. Jumla ya bilioni 2.85 zimepokelewa, tumejenga madarasa mapya 139. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amepongeza wilaya ya Mwanga kwa kuwa ya kwanza kupokea hati ya eneo kwa ajili ya ujenzi wa chuo kipya cha ufundi, ambapo ujenzi wake tayari upo katika hatua ya ukamilishaji. Aidha, Waziri Mkenda amekagua shule mpya ya sekondari ya Kilaweni ambayo ujenzi wake umekamilika pamoja na eneo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa shule nyingine mpya ya ufundi. Kusimamia upatikanaji wa ardhi na mchakato wa hati ni Mheshimiwa Tadayo na hati ya eneo la kujenga VETA alikabidhiwa na aliyekuwa naibu waziri wa ardhi Mheshimiwa Ridwani Kikwete pale Kibongoto na nilikuwepo. Kwa hiyo sisi wizarani tukasema lazima tuje hapa kumshukuru Mheshimiwa Tadayo kuliona eneo na kuweka msukumo kile chuo kikamilike haraka kwa sababu kupitia kwa Tadayo pamoja na waheshimiwa madiwani madiwani wote nimeona na Muhidini, mliwezesha sisi kutekeleza maagizo ya rais wetu ambaye alitenga fedha. Bila kupata ardhi tusingeweza kumaliza kazi yetu mapema.